Betty Bio. Tulijaribu kuongea by the way. Mkakuja hapa mkatukemea. Eh. Hey. Usiguze Tash, usiguze Tash. Sasa nataka mkuje hapa tuongee. Mm, ongeeni sasa. Ongeeni sasa mmesikia maneno. Eh. Hey, hii kitu ilikuwa hii kifo imekuwa fishy from the beginning. Very fishy from the beginning. The fact that hata hiyo diagnosis ya leukemia na nini, eh, after kusikia hizi vitu zote. Ii te be i think the best thing. Kwa nini Beti akufanyiwa postmortem by the way, ajulikane ni nini ilimuua yeah? Sisi tumekuja hapa tumeambiwa leukemia, hakuna hata, hakuna, diagnosis hakuna kitu, tumeona from the daktari ati alikuanga na leukemia alafu yeah. Kuja usikize vile mama Beti alikuwa anaongea story, atash kalewa kadinya kai mtu mtu ataja Huyu musi si bibi ya Beti? Sasa kwa kwanini akuja, ana benefit na nini? ana benefit na, na pesa ya Beti juu amejieka hapo katikati. Madha alisema Tasha akuleta rorashio rorashio, akurashia huyo si bibi yake. Mara tunasikia Tasha kona bibi na watoto mm lakini eh, ogopa ogopa fake friends, by the way, ogopa fake friends, fake friends wote wa Beti, tumesikia hizo story zote. Lakini Tash eh yeah? Hata nashangaa watu wakisema ati aachiwe watoto, anaachiwa watoto, huyu si baba watoto, ajaoa Beti, aachiwe watoto aje, na unasikia ni kadini, alafu si ata nini huyo mtoto Mnamwachia mtoto wa 13 years old, mtu hata ujui makaderewa mauru. Hey, makadere wengi wa, hey. <laughs> Makadere wanakoanga mauru, unaachia mtoto wa 13 years old, nasiba iezi hey, iwezi kuwa. Alafu plus umse anaachiwa watoto, huyu ni US citizen, ako hapa US akilaskai, awana nini? Watapata aji makara. Juu ni mtu wa yuhu mwa mwa mwa mwa Amerika. Unasema achiwe watoto, hatachiwa aji watoto. Watoto hawana nini? Watoto hawana immigrant visa. Umutu waezi failia. Sa, alikuwa failie beti, haku failia beti. Se beti alikuwa nakuja na visa na visa. Kama alikuwa bibi angemfailia, nini? Spouse visa. Sa, watoto hawana visa, watakuja aji Amerika? Eh, mimi ile kitu naomba ni Mungu alinde hawa watoto by the way. Alinde hawa watoto kwa sababu eh, kuna mahuru na ile kitu mahuru wanaangalia ni pesa pesa eh. <laughs> Andio wanasamaga by the way. Iko kwa giza itakuja, ifutuliwe. Ukiangalia huyu mtu eh, alikuwa na grief kama ausikia ti akona bibi na watoto ww we, we, we, we, wachani e, ila kitu mimi nasema beti anafaa kutolewa aegzimiwe postmortem ifanywe tujue alipas kwa nini lakini pia marafiki ogopa marafiki sana so tumesikia sisi wote tumesikia Huyu mtu ako na watoto wawili, US, that he's not taking care of watoto wake personal biological. So <laughs> na ndio mtajaribu kuniambia wakenya ni nini mmekunywa. Kwa sababu tunaposti hizi ukweli, mnatutukana. Hata saa hii naambiwa sijui ati brand yangu karibu iangushwe <laughs> kwa sababu ya kuongea ukweli. so you cannot take care of your own personal kids. <laughs> Is this the reason why Ruto is in power? Kwa sababu we have the same reasoning capacity. No, no, no. tu sema tu kweli. So someone cannot take care of their, their biological kids, but all of a sudden they can take care of their step kids. <laughs> How? How? How? Hata kama na unajua ni step, step mothers single mothers, wengi ndio wanatetea ujamaa <laughs> na unajua uko single mother kwa sababu kuna deadbeat fulani alikataa alikuruka mimba. Sasa huyu hachungi watoto wake, lakini ako ina position kuchunga watoto wa wenyewe. Make it make sense tafadhali, woi afadhali make it make sense it doesn't hata kidogo. Alafu unasikia Kanyari the actual father of these kids has been the one paying school fees na hizo vitu zingi tulionyeshwa. Unajua, if you are for the kids by the way you would advocate for the, for the right thing the right thing. Me Kanyari was willing and is able to take care of his kids kuwapeleka international school Umse, tunasikia ana nini truck driver, mara sijui o oh, hiyo pesa alikuwa anataka kopa sijui anunue truck. Alafu tena tuongeze story ya Sky. Sky is a young lady mutamweka Sky na baba baba sio wage. How dangerous is that? Alafu mseme tumeingilia chai na tukiongea ukweli, inauma kweli, inauma in your, in your, in your mind. Unaweza chukua mtoto wako msichana mdogo, thirteen years old, upatie mtu siyo baba yake. Nitukaneni vile mnataka kutukana, but ukweli lazima isemwe. Kuna so many things to be concerned about na most importantly, ni watoto ku make sure, eh, hawa watoto wawili wa beti bio, they are safe bana, eh, ku make sure hawa watoto wawili, eh, hawatamalizwa na greed, unajua kuna greed, kuna greed, watu wanaangalia mali. Na the most important things ni hawa watoto wawili, ku make sure eh, mali yao imepreserviwa, mali yao imepreserviwa, hao ndio wanafaa kuwekewa hiyo mali eh, si familia na si na si nini eh, na si huyo mwingine. Hiyo ni ya, ni ya watoto ni ya watoto. Mimi niko na swali moja, by the way, ya immigration. Ndio watu wanasema ati, ati watoto wapewe Tash eh, Tash ni US citizen, si ndio? So yeye ni US citizen. The only way Tash angeleta Sky ni if ange angefailia betibayo failia betibayo, either K1 Sky yaingie na KT, ama akifailia beti bayo spouse visa Sky yaingilia hapo kama kama dependent. Lakini sa hii beti hayuko, hakuna pepa wake yote inaendelea ya beti kukuja Amerika, so ataleta Sky na premise gani? What visa? Nataka mniambie juu hawezi sponsor Sky legally, biologically si mtoto wake eh? na uwezi adopt, uta adopt aje? mtoto na baba yao wako hapo, so mimi nataka unless, yeah of which ni sacrifice eh, unless yeye ameamua, mimi naenda kuishi Kenya juu wenyewe watoto wako Kenya, wanaenda shule Kenya, ama ata relocate Kenya ama. Sasa hebu tuambieni akikuja America, Sky atakuja aje America? Na uwezi sema ati ati Sky wako na visit visa. Visit visa si ya kukaa. Na leta mtoto wa wenyewe akuje ya yanini ya nini. Sasa ni, eh, hey, itakuwa, hii itakuwa process ingine it ndefu. Unajua mtu kama Kanyari anaeza, Kanyari anaeza leta sky hapa hivi. Eh, hey, mleta design za, za shule. Juu Kanyari anaeza afford kulipa shule hapa. Sky ya na, ya na F1. Eh, but, eh, hey, na maswali mingi. Na tutapuza tu hivyo, by the way. Eh, mimi, mimi nini yangu ni watoto mimi, hao watoto haki ndio nataka dei e, juu tunajua mali itapiganiwa. Haki watoto wapate, watoto wapate haki yao na wakue safe.